awwal, fi labsin min khalqin jadid. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi mwenye wa rehma mwenye kurehemu. Qaf. Na hapa kwa Qur'ani Tukufu! Bali wanastaajabu kwamba amewafikia muonyaji kutoka miongoni mwao na wakasema makafiri Hili ni jambo la ajabu! Ati tukifa na tukawa udongo? Kurejea huko kuko mbali. Hakika sisi tunajua kiasi cha kila kinachopunguzwa na ardhi kutokana nao, na kwetu kipo kitabu kinachohifadhi yote. Lakini waliikanusha haki ilipowajia, kwa hivyo wamo katika mambo ya mkorogo. Je, hawaangalii mbingu zilizo juu yao, vipi tulivyozijenga na tukazipamba wala hazina nyufa. Na ardhi tumeitandaza, na tukaiwekea milima, na tukaioteshea mimea mizuri ya kila namna, yawe haya ni kifumbua macho na ukumbusho kwa kila mja mwenye kuelekea. Na tumeteremsha kutoka mbinguni maji yaliyobarikiwa, na kwa hayo tukaotesha mabustani na nafaka za kuvunwa, na mitende mirefu yenye makole yaliyozaa kwa wingi ili iwe ni riski kwa waja wangu, na tukaifufua kwa maji nchi iliyokuwa imekufa. Kama hivyo ndivyo utakavyokuwa ufufuaji. Kabla yao walikadhibisha kaumu ya Nuhu na wakaazi wa Rasi na Thamud na Adi na Firauni na kaumu ya Lut na wakaazi wa machakani na watu wa Tuba. Wote hao waliwakanusha Mitume, kwa hivyo onyo likathibitika juu yao. Kwani tulichoka kwa kuumba mara ya kwanza? Bali wao wamo katika shaka tu juu ya umbo jipya. Mwanzo wake sura hii inasimulia kuthibiti utume wa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam na wanavyokanya makafiri kuja mtume kati yao na kuona muhali kufufuliwa baada ya kushageuka udongo, na ikaeleza ishara za uumbaji zinazoonyesha dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu hashindwi kuwafufua wa watu baada ya kufa kwao, na hali yeye ndiye aliyewaumba hapo kwanza na anajua yanayowapitikia katika nafsi zao na yeye anavisajili vitendo vyao na maneno yao katika daftari lenye kuhifadhi hata dogo. Na sura imebainisha kwamba majaribio ya makafiri siku ya Kiama kutaka kuukataa ukafiri waliokuwa nao duniani ati kwa kusingizia walikuwa ni wafuasi tu wa mashetani hayatawaletea nafuu yoyote, kwani mwisho wa mjadala wao ni kutumbukizwa wote katika moto, na huku Mwenyezi Mungu anawafadhili waumini kwa kuwapa neema za milele katika pepo kisha sura inamalizikia masimulizi yake kwa kumwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam avumilie maudhi ya makafiri ambao hawakuzingatia yaliyowapata waliokadhibisha katika kaumu zilizokuwa kabla yao, na kumwelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam athibiti juu ya ibada ya Mwenyezi Mungu, na kutilia mkazo hili jambo la kufufuliwa, na kumliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa yeye ni mwenye kuwakumbusha waumini wala si mtawala wa makafiri Kaf. Hii ni herufi katika herufi za alfabeti iliyofungulia sura hii kama ilivyo ada ya Kurani katika kufungulia sura kadhaa au kadhaa kwa harufi kama hii. Hii ili kuwakabili makafiri kama wanaweza kuleta mfano wake, na pia kuwazinduwa watu wasikilize yanayosomwa. ninapa kwa Kurani yenye ubora na utukufu na heshima kwamba hakika sisi tumekutuma wewe we Muhammadi ili uwaonye watu kwa hii. Na watu wa Maka hawakuamini, bali walistaajabu kutokea mtume miongoni mwa jinsi yao akiwaonya kuwa watafufuliwa. Makafiri wakasema, jambo hili hatulijuwi na la ajabu, ati baada ya kwisha kufa na tukawa udongo tutafufuliwa tena? Huko kufufuliwa baada ya kufa ni marejeo yaliyo mbali, hayawi sisi hakika tunajua vipi ardhi inavyovimeza vivini vyao baada ya kufa, na si tunacho kitabu kinachodhibiti na kuhifadhi kila kitu hata kidogo. Wao hawayazingatia aliyokuja nayo mtume, bali walimkadhibisha mara tu bila ya kuzingatia na kufikiri. Basi wao wamo katika hali ya kubabaika, hawana utulivu, wameghafilika, hata hawaitazami mbingu ilimenyenyuliwa juu yao bila ya nguzo Vipi tumetengeneza ujenzi wake na tukaipamba kwa nyota, na haina nyufa za kuitia kombo. Mbingu ni kote kuliko juu yetu, na ndani yake vimo vitu vya namna mbalimbali, vinaogelea katika njia zawo, nyota na sayari, na hayo ni kwa nidhamu ya uwangalizi mkubwa na mshikamano uliyotimia, na vilevile vinafuata kwa mpango wake kuwafikiana na kanuni za mvutano, basi havitelezi na ardhi tumeikunjua, na tukaisimamisha milima iliyokaa imara na kudhibiti kote chini, na tukaijalia kumea kila namna ya mimea mizuri ya kuwafurahisha watazamao. Gamba lililofunika ardhi katika mahali maalum limetuna, ndiyo hiyo milima, na pengine limedidimia, ndiyo sakafu ya chini ya bahari, na uzani wa vitu hivi vizito vinalingana wenyewe kwa wenyewe na ni katika uwezo wa Mwenyezi Mungu na hikima yake kupatikana kulingana huku kwa uzani, na ukawa umethibiti kwa kupenya mada za ardhi zilizofanyika ilogamba jembamba chini ya masabaka ya jujuu, na hayo ni kutoka kulikokuwa kuzito kwelea kuliko kwepesi. Tumejalia hayo aone na akumbuke kila mja mwenye kurejea kwa Mola wake Mlezi, akafikiri ishara za uwezo wake na kutoka mbinguni tukateremsha maji yenye heri nyingi na baraka, na kwa hayo tukaotesha mabustani yenye miti na mauwa na matunda, na tukatowa kwa hayo nafaka za makulima ya kuvunwa, na mitende mirefu mirefu yenye makole ya tende yaliyopandana kwa wingi. Tumeotesha hiyo ili iwe ni riziki kwa waja wetu, na tukaihuisha kwa maji ardhi iliyokauka mimea yake hali kadhalika ndivyo kufufuliwa wafu kutoka makaburini. Kabla ya hawa, kaumu nyingi ziliwakadhibisha mitume: kaumu ya Nuhu na kaumu nyingine iliyokuwa ikiitwa watu wa Rasi, na Wathamudi na Wahadi na Wafirauni na kaumu Luthi na kaumu iliyokuwa maarufu kwa jina la watu wa Machakani na kaumu ya Tuba. Wote hao waliwakadhibisha mitume wao, kwa hivyo wakastahiki maangamizo niliyoahidi. Kwani kutaka kwetu kulipungua au uwezo wetu nitetereka hata tukashindwa kwa kule kuumba kwa mara ya kwanza tusiweze tena kuwarejeza? Hasha, hatukushindwa nao, wanatambua hayo, bali wao wanashaka tu na wanadanganyikiwa na huku kuumbwa kupya baada ya kufa.

na sisi tuko karibu naye kuliko mshipa wa shingoni mwake. Wanapopokea wapokeaji wawili wanaokaa kuliani na kushotoni. Hatamki neno ila karibu yake yupo mwangalizi tayari. Na uchungu wa kutoka roho utamjia kwa haki. Hayo ndiyo uliokuwa ukiyakimbia. Na itapulizwa baragomo. Hiyo ndiyo siku ya miadi. Na kila nafsi itakuja na pamoja nayo mchungaji na shahidi. Kwa hakika ulikuwa umeghafilika na haya, basi leo tumekuondolea pazia lako, na kwa hivyo kuona kwako leo ni kukali. Na mwenzake atasema huyu niliye naye mimi kishatayarishwa. Mtupeni katika jahanamu kila kafiri mwenye inda, akatazaye kheri, arukaye mipaka, mwenye kutia shaka, aliyeweka Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu, basi mtupeni katika adhabu kali. Mwenzake aseme ee Mola wetu Mlezi, sikumpoteza mimi, bali yeye mwenyewe alikuwa katika upotovu wa mbali. Aseme, msigombane mbele yangu, nilikuleteeni mbele onyo langu. Mbele yangu haibadilishwi kauli, wala mimi si wadhulumu waja wangu. Allahu Akbar, Allah. Ninaapa, bila shaka tumemuumba mtu na sisi tunajua hata anayosemezwa na nafsi yake, na sisi kwa kuzijua hali zake zote ni karibu kuliko mshipa wake wa damu uliyoko shingoni mwake, na hicho ndicho kitu kilicho karibu mno naye, Watakapokutana malaika wawili walinzi, mmoja anakaa kuliani na mwingine anakaa upande wa kushoto, wakiviandika vitono vyake, hali mtoki neno ila yuko karibu naye malaika tayari kuandika neno lake. Naye atapokuja machungu ya kukata roho kwa haki isiyo na shaka ndani yake, hilo ni jambo la kweli ulilokuwa ukilikimbia. Na baragumu litapulizwa kwa mpulizo wa kuwafufua watu. Kupulimwa huko kutakuwa siku hiyo ya kuteremka adhabu waliyoahidiwa. Na kila nafsi njema na mbaya itakuja, na pamoja nayo wakuichunga kuipeleka kwenye mkusanyo na wenye kuwatolea ushahidi wa vitendo vyao. Wataambiwa kumtisha huyo mwenye kukadhibisha, hakika wewe huko duniani ulikuwa umeghafilika kabisa na haya unayosonaoneka nayo hivi sasa basi sisi tumekuondolea pazia lililokuwa likikuzuia usiyaone mambo ya akhera, basi jicho lako hii leo linaona kwa nguvu. Na shetani wake aliyekuwa mwongozi wake duniani atasema, kafiri huyu aliyeko kwangu yuko tayari kuingia jahanamu kwa kupotezwa nani. Malaika wawili wataambiwa, watieni katika jahanamu kila aliyepita mipaka kwa ukafiri na aliyepita mipaka kwa inadi na akaiacha kufuata haki, yaferi, kuzulumu, haki, mtukufu, mungine, mwanya na akapita mipaka kuzuia heri, mwenye kudhulumu akaefitutia haki, mwenye kumtilia shaka Mwenyezi Mungu mtukufu na aliyateremsha aliyemfanya mungu mwengine wa kumwabudu pamoja na Mwenyezi Mungu, basi mtupeni huyo katika adhabu yenye mwisho wa ukali. Shetani atasema kumrudi yule kafiri, ewe mola wangu mlezi mimi siye niliyemfanya awe mwenye kuasi, lakini yeye mwenyewe alikuwa katika upotovu wa mbali na haki, na mimi nilimsaidia tu kwa kumpotoa. Mwenyezi Mungu Mtukufu atawaambia makafiri na wenzi wao, msigombane mbele yangu, hapa pahala pa hisabu na malipo, na mimi nilikuleteni mbele duniani onyo juu ya kukufuru kwenu kukataa ujumbe wangu niliyotuma kwenu, nani hamkuwa nini Hapana la kugeuza kauli iliyoko kwangu na onyo langu kuwatiya makafiri motoni, wala mimi si mwenye kuwadhulumu waja, kwani simwadhibu mje yeyote bila makosa.

na pepo italetwa karibu kwa ajili ya wachamngu, haitakuwa mbali. Haya ndiyo mnayoahidiwa kwa kila mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu na akajilinda, mwenye kumwogopa mwingi wa rehema, halikuwa hammoni na akaja kwa moyo ulioelekea. Ingieni kwa salama, hiyo ndiyo siku ya e daima dawamu. Humo watapatwa kitakacho na kwetu yako ya ziada na kaumu ngapi tuliziangamiza kabla yao, waliokuwa na nguvu zaidi kuliko hawa? Nao walitangatanga katika nchi nyingi. Je, walipata pa kukimbilia? Hakika katika hayo upo ukumbusho kwa mwenye moyo au akatega sikio naye yupo anashuhudia. Na bila ya shaka sisi tumeziumba mbingu na ardhi na viliyo baina yao mnamo siku sita, na wala hayakutugusa machofu. Pasivumilia kwa hayo wasemayo, na mtakase kwa kumsifu Mola wako Mlezi kabla ya kuchomoza jua na kabla ya kutwa, na katika usiku pia mtakase, na baada ya kusujudu. Na sikiliza siku ataponadi mwenye kunadi kutoka pahala karibu, siku watakaposikia ukelele wa haki, hiyo ndiyo siku ya kufufuka. Hakika sisi tunahuisha na tunafisha na kwetu sisi ndiyo marejeo. Siku itapowapasukia ardhi mbio mbio, mkusanyiko huo kwetu ni mwepesi. Sisi tunajua kabisa wayasemayo, wala wewe si mwenye kuwatawalia kwa ujabari. Basi mkumbushe kwa Qur'ani, anaye liogopa onyo Kwa iambia Jahanamu kwa kuwatia kiwewe makafiri, je, umejaa nayo Jahanamu iseme kwa kuwakadhibikia, wapo wengine zaidi wa kuongeza katika hawa wenye kudhulumu. Na pepo hiyo pambwa italetwa karibu kwa ajili ya wenye kumcha mola wao mlezi kwa kufuata amri zake na kuyaepuka makatazo yake, iletwe pahala pasipokuwa mbali nao. Haya ndiyo malipo ya kila mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu, aliye mwingi wa kuhifadhi sheria zake, mwenye kuhofu adhabu ya Mwenyezi Mungu ambaye rehema yake imeenea juu ya kila kitu, na yeye haonekani, na akaja akhera na moyo aliyekusherejea kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, itasemwa kwa heshima yao: ingiyeni peponi kwa amani. Hiyo siku mtakapoingia peponi ndiyo siku ya kubakia milele isiyo na mwisho. Hawa wacha Mungu watapata kila wakitakacho huko peponi, na sisi tunazo neema za kuzidi kuliko yanayompitikia mtu kuyawaza. Na wengi tumekwisha wateketeza kabla ya hawa wanaokadhibisha katika mataifa yaliyokwisha pita. Wao walikuwa na nguvu na madaraka zaidi kuliko hawa, wakaizunguka miji wakishughulika kuchungua na kutafuta. Je, walipata pa kukimbilia wasiangamizwe? Hakika kwa waliotendewa hao wa kaumu zilizokwisha pita ni mawaidha kwa mwenye moyo kufahamu hakika ya mambo, au wakasikiliza uongofu na yakili zake anazo nina hapa. Hakika tumeziumba mbingu na ardhi na viumbe viliomo baina yawo katika siku sita na tukupata kuchoka rejeya mambo yaliyohusu maana ya neno siku za uumbaji katika maelezo ya kitaalamu juu ya aya za idadi tisa mpaka kumi na mbili katika sura Fussilat sura ya arobaini na moja tisa hadi kumi na mbili ikiwa haya yamebainika basi ya ya ya yewe mtume yasihamiliye hayo yasemayo hao wanaokanusha okanusha ye uongo na uzushi kuhusu utume wako nawe mtakasishe msabihi muumba wako na mlezi wako na kila upungufu, ukimhimidi wakati wa alfajiri na wakati wa alasiri, kwani baada ya nyakati hizo ni jambo kuu. Na pia mtakasishe msabihi katika saa za usiku na baada ya swala, nasikiliza habari inazokwambia katika hadithi za kiyama, kwani shani yake ni kubwa, siku wataponadi malaika wakunadi kutoka pahala pakaribu, na hawo wanaoitwa siku wataposikia mpulizo wa pili wa haki, nao ni wakufufuliwa watu. Hiyo ndiyo siku ya kutoka kwenye makaburi. Hakika sisi pekee yetu ndiyo tunahuisha viumbe vyote na tunavifisha duniani, na kwetu sisi pekee yetu ndiyo marejeo wa akhera, siku itakapowapasukilia ardhi na watoke humo mbio mbio, wakikimbilia mkutanoni hilo jambo kuu la kuwakusanya wote ni dogo na jepesi kwetu sisi. Tunajua kuliko yeyote hayo wayasemayo ya, ya, ya uwongo juu ya yaliyohusu utume wako, wala wewe hukutumwa uwalazimishe kwa unayoyataka, ila wewe ni mwonyaji. Basi mkumbushe kwa Qur'ani, muumini mwenye kuiogopa, mwenyakuyogopa adhabu yangu, ili ukumbusho umfaye